Nafikiri mtazamo huu wa nchi za Magharibi unatokana na kilio kutoka sehemu mbalimbali za dunia mm -hmm. na nchi hizi zimeanza kupoteza uh, mwelekeo na hali kadhalika kupoteza imani ya raia katika nchi zao. Tusisahau kwamba raia wengi katika nchi hizo ikiwemo Uingereza na hali kadhalika Ufaransa wamekuwa kila wakati wakilaani kile kinachotokea kule Gaza. Kwa hivyo shinikizo la nchi za nje pamoja na shinikizo la ndani ndilo lilozifanya nchi hizi zibadili msimamo, lakini kubwa zaidi nafikiri ni kwamba e, hali hii inatokana na kutoridhika kwa nchi hizo na siasa inayoendelea ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu akiungwa mkono na vile vyama vya kizalendo vya siasa kali ndani ya Israel ambavyo pamoja naye wameungana kuonyesha kwamba ndio kikwazo kikubwa katika kupatikana kwa suluhisho, sio tu na mzozo wa Gaza, mm -hmm, lakini pia suluhisho juu ya mustakbali wa Mashariki ya Kati, kama ulivyozungumzia hapo, ni kulingana na mambo yanavyojiri, ama kulingana na waziri mkuu Benjamin Senyahu anavyoendesha siasa zake. Je, labda unadhani pia mabadiliko haya yanaweza kuwa na athari ya muda mrefu katika diplomasia ya kimataifa katika eneo la Mashariki ya Kati? Yatakuwa na athari zake, kwa sababu ukitizama eh, ni kwamba nchi hizi ulizozitaja za Magharibi zimejikuta katika hali ngumu, kwa sababu kabla ya hapo kuna wito uliotolewa na hata uh, nchi kama Ireland uh, hali kadhalika Uhispania Mm-hmm. uh, kuonyesha utaarifu wa kuwatambua Wapalestina na kutambua haki ya wa Wapalestina ya kuwa na taifa lao. Kwa hivyo athari na dosari dhidi ya serikali ya Netanyahu zimeanza kuonekana hatua kwa hatua. Na kitu muhimu kingine labda cha kugusia ni kwamba uh, pingamizi hizi dhidi ya serikali ya yani Netanyahu haziko tu nje ya Israel, lakini hata huko ndani ya Israel vuguvugu linazidi kuongezeka kumtaka Netanyahu abadili msimamo wake. E, unadhani labda kulingana na mwelekeo huo wa sasa, kuna nafasi ya suluhu ya kweli kati ya Israel na Palestina, hasa kwa kuzingatia mabadiliko ambayo yanaonekana kimataifa? Suluhu ya kweli, kwa kuelezea hali ya mambo ilivyo, kwa hakika ni jambo la muda mrefu mm. njia pekee ya kupatikana na suluhisho la mzozo wa Mashariki ya Kati kwa kweli ni nyepesi, lakini wakati wa huo huo ni ngumu. Ni nyepesi kwa sababu Israel kwa muda mrefu imekataa kuheshimu maazimio ya Umoja wa Mataifa yanahusiana na Mashariki ya Kati mm -hmm. Na azimio moja muhimu zaidi ni lile azimio nambari mbili nne mbili ambalo liliitaka Israel kuondoka katika ardhi ilizoziteka na la pili ni kukubaliana na ule mpango wa kuwepo dola ya Wapalestina na dola ya Israel. Lakini kwa bahati mbaya, hadi hapa tunapozungumza ni kwamba mkataba huo umepingwa vikali na serikali ya